kwenda huko hiyo hivi. So kitu kwa mjanja, panda nikuwekee mzigo, achana na huyo, anataka kuninyanganya customer. Panda hii yangu ya kupeleka direct to. So kwa mjanja, hata niingia hii, unaona iko na watu. Nitapanda yako next time. Hata hiyo mzigo kwa utaratibu, kuna mayai ndani. Ai, hii gari imejaa. Ingia, tunajua venye tunafanya. Hii gari leo hata ijabeba. Kuna siku rafiki changa watu 50, keti hapo kwa sambaza. Dereva kanyaga msumari na kulala kwa wakazi Tusisikulala, si uachie Kimani aendeshe leo, upumzike. Mwanaume ni kujituma. Ukilala hivyo ukiendesha, utatutuma sisi wote kwa Yesu. watu watuwasa. Haya madamu, leta pesa takupia ukishuka. Ukishukaa nyuma, mlisema mtalipa na simu, namba imeandikwa nyuma eh? ah. ya viti viti, tangamkeni. Kimani Kimani, eh budi, nakupeleka aje kwa viti, watu vinyani sana. Hakikisha umechukua pesa ya watu wenye mkono wao utanipatia tukishukisha, umepanga mbogi ya kodi